Ninakusalimu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika siku nyingine ambayo ni kwa neema yake Mungu tunakutana hapa katika kipindi hiki cha Kivulini, kipindi ambacho kimeendelea kutupa taarifa mbalimbali namna ambavyo kazi inafanyika kupitia idara ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato kwa upande wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania, na ninaitwa Spora Mseli Molontalima. Ninakualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naam, mtazamaji, tunaendelea kusonga mbele na nikukumbushe kwamba juma lililopita tumekuwa naye mchungaji Amos Lutebekela ambaye ni mratibu wa seminari ya huduma za machapisho lakini pia ni mratibu wa chuo cha wainjilisti wa vitabu uh, pale Kiromo na hivyo, ninakualika tujumuike naye, ikiwa ni mwendelezo wa sehemu ya pili, tufahamu mengi zaidi. Mchungaji, karibu sana. Ninakushukuru sana ndugu mtangazaji. Mm -hmm. kwa kuwa pamoja siku ya leo tena na basi kabla ya kuanza tupate nafasi ya kufungua kwa ombi, na nikualike mchungaji, utuletee ombi la ufunguzi. Basi tuombe. Baba yetu mtakatifu ishie mbinguni, tunakushukuru sana kwa rehema zako, fadhili zako, utunzaji na ulinzi wa saa huu. Tena tunaalika uwepo wako, uwezo kuponya nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Mbariki mtazamaji na msikilizaji anayefuatilia kipindi hiki na aweze kutubariki pamoja katika jina la Yesu, Amina. amen. Amen, amen. Naam, mchungaji Juma, lilopita tuliangazia tu uh, kwa kiasi kikubwa utangulizi <coughs> namna ambavyo chuo hiki kinafanya kazi, kina nani wanahusika, lakini pia tukafahamu uh, namna ambavyo kuna kozi mbalimbali mbali zinatolewa kwa kundi hili la wainjilisti wa vitabu ambao wewe ndio mratibu wa mambo yao yote na tukaona kulikuwa kuna mambo ya mahusiano, afya, haiba ambayo ya yanatolewa katika kozi zile wanazosoma, ambao mwisho wa siku wanapata uh, kile cheti kinaitwa cheti cha diploma, na hivyo tunaendelea sasa na mwendelezo ambapo ulituambia kozh kozi hii za wainjilisti uh, in, haziko mara moja hapo Kiromo, zinatolewa mara moja kwa mwaka lakini ni mwendelezo wa -wa, wa vituo ambavyo vinaendelea kutembea, hili limekaaje? Asante ndugu mtangazaji. Uh, pale kwenye chuo cha wainjilisti tunakuwepo kwa awamu moja kwa mwezi mmoja au siku kadhaa zaidi, uh, lakini mafunzo haya ni endelevu kwa mwaka mzima, kwa maana ya kwamba uh, mafunzo nje ya chuo ni pale ambapo tunakwenda kufanya semina za kuelimisha wainjilisti wa vitabu juu ya shughuli ya kazi hii na maisha mwinjilisti wa vitabu mm. ambapo kwenye mikutano yao ya kanda, mikutano mm. ya, ya ya conference mikutano ya field tunapoalikwa sisi kutoka union tunakwenda kufanya mafunzo hayo pia, lakini kwa level ndogo sana mm -hmm. haifanani na hiyo ya kuja chuoni. Kwa levo ndogo kwa maana ya kwamba muda wake ni mfupi, muda wake ni mfupi sana mm -hmm. na ni wa kumwezesha tu namna ya kuji, ku, kuwa imara kazini mm -hmm. lakini haya mengine yote mafunzo yale mengine yote ambayo nimeyataja yanatolewa kwenye eh, ngazi ya utangulizi, ngazi ya msingi na ngazi ya kati kwenye chuo, hayawezi kuzama ndani kwa wote kwa wakati wote mpaka mm -hmm. waje chuoni mm -hmm. ndio na natamani sasa kufahamu uh, makundi mbalimbali mbali ya wainjilisti wa vitabu. Ah, ndugu mtangazaji, asante sana mm. Uh, hilo swali zuri sana na ufahamu huo ni mzuri na ninatumia wakati huu na wasaa huu mm. uh, kumbariki pia mtazamaji na msikilizaji mm. kwamba katika wainjilisti wa vitabu yako makundi makuu matatu eh, kundi la kwanza ni hilo ambalo tume zungumzia wiki mm -hmm. juma iliyopita mm -hmm. uh, linalohusiana na wanjiswa vitabu wa muda wote Kiingereza full time mm -hmm. ambao hao wamegawanyika kwenye madaraja matatu ambayo tumeyazungumzia kipindi kilichopita um. E, dar daraja la kwanza, daraja la pili, daraja la tatu, kwa maana ya cheti cha kwanza, cheti cha kwanza, cheti cha tatu mm -hmm. E, hao wana, wana, wana, wana, wana haki zao mbalimbali na mfano uelewa ni kwamba cha kwanza ni cha kuanzia na, na mtu apaswa kutulia pale mm -hmm. Akiingia cha pili pia ni mapito mm -hmm. Anapaswa kufikia cha tatu mm -hmm. Akiingia cha tatu atulie pale mm -hmm. Ili azingatie vile vigezo vyote, kama ndivyosema kipindi chopita mm -hmm. Akizingatia vile vigezo vyote cha tatu, ndipo anapata haki e, kama anazopata mchungaji sakifika sni mtumishi, mtumishi kabisa wa kanisa e, kwa hiyo mm -hmm. kuna haki za kusomesha, kusapotiwa masomo ya watoto mm -hmm. kusapotiwa habari ya matibabu mm -hmm. lakini basi kitokea amefikia muda wa kustaafu, anastaafu kwa heshima zote kama mtumishi wa kawaida kabisa. Kwa hiyo tunawatia moyo wanjisa vitabu wafike cheti cha tatu na wakidumishe hapo ndio kuna baraka tele na, na vigezo vya kufika hapo cheti cha tatu nilizungumza kipindi kichopita, mm -hmm. kwamba kuna masaa yapatayo mia na sitini ya utumishi, ya utumishi kwa mwaka mm -hmm. na taarifa zisipungue 44 kwa mwaka mm -hmm. na sasa mauzo hutegemea goli la mwaka husika linalopitishwa mm -hmm. mm -hmm. E, na vikao vya union lenyewe, linapangwa kulingana na mishahara ya mwaka huu ya watumishi wengine, ndio wanapangiwa magoli mm -hmm. a ya mauzo yao mm -hmm. Na ukweli ni kwamba uh, wengi ambao wote ambao wamebarikiwa kufikia pale mm -hmm. wanajisikia furaha na baraka kubwa, na nikwambia ndugu mtangazaji mm -hmm. wale ambao wamewaonjiswa vitabu walio cheti cha tatu mm -hmm. wanajisikia furaha <laughs> kwa sababu unaweza <laughs> ukashangaa mtoto, baba huenda hana kwa, kazini kazi kwake hawasapoti masomo ya mtoto. Ndiyo. Lakini kupitia mnyesa wa vitabu watoto wanasapotiwa shule, wale waliooa na wale walioolewa hali kadhalika, hali kadhalika haina ubaguzi, ehe haina ubaguzi. Vizuri, yeah. na kundi. Sasa kundi mm. la pili la pili la wanjiswa vitabu ni kundi linaloitwa mm. uh, part-time mm. e, wale wa muda mfupi part-time, e, kumbuka wale wa full-time ni wale ambao wamejiajiri na kuajirika mm. kupitia u, yani wao wanaishi kwa wanjiswa vitabu mm. e, yaani wao siku na masaa nane kwa kila siku ya kazi Masaa wako nane. kazini mm. masaa nane kasoro sabato. Mm -hmm. Na wanachagua siku moja katikati kupumzika, kufanya mambo mengine, lakini wako full kama mtendakazi mwingine yeyote. Naam. Um, hawa part -time ni wale ambao au wana ajira mahali pengine mm -hmm. au wana umri mkubwa mm -hmm. au hawajafikia umri wa miaka kumi na nane maana, ili mtu anze full time mm -hmm. anapaswa awe na umri usio chini wa miaka kumi na nane. Aha, umri kabisa yani wa, hey. wa mtu, hey, umri wa mtu sasa. Chini ya hapo, harusi. Chini ya hapo sasa hmm. ni mtoto hapa kuwa full time haitahesabika. Kwenye rekodi ni ajira kwa watoto, kwenye rekodi haitahesabika chini ya 18, eh, itakuwa ajira kwa watoto, atafanya full time part time mpaka afikie 18 ndipo angia full time yeah. Kwa hiyo sasa hii kundi la pili la part time ndio hao ambao either wana ajira mahali pengine au mwalimu mkubwa mm -hmm. au ana shughuli zingine za biashara, anatenga muda fulani kwa wiki au kwa mwezi kutoka kupeleka machapisho kwa watu mm -hmm. hao ni part time. Sasa hao e, wao wana wana, mipaka yao mm -hmm. mbalimbali hawana haki kama zao wengine wa, wa, wa, full ta, wa full time. mm -hmm. Kundi la tatu ni kundi lina wainjilisti wa vitabu wanafunzi. Kabla tujaenda kwa kwa wainjilisti wa vitabu wanafunzi hao wa part time, uh, wenyewe wananufaikaje na kazi hiyo? Maana kama hawa full time tumeona kama faida ni nyingi sana. Mm -hmm. Ha, wa part-time wana, wana nufaikaji, um, kuna nufaiko la wote wawili wa, willy, mm -hmm. wa full time full time na part time mm -hmm. nufaiko la wote wawili kwenye kila kitabu kuna pasenti ambayo inamwezesha huyu kuishi. mm -hmm. E, pasenti ya kila kitabu, kwa hiyo kama anajopata huyu wa full time ndivyo wa part time pia inakuwa ni pasenti ni ile ile pote, kasoro tu kuna vitu ambavyo huyu havipati. E, huyu anavipata kwenye zile alawansi zingine kabisa. Naam, nashukuru sana mchungaji, asante. E, mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo kundi la tatu ni kundi la wainjilisti wa vitabu wanafunzi. Wainjilisti wa vitabu wanafunzi wamegawanyika nao, mm -hmm. a na b. Kuna wainjilisti wa vitabu wanafunzi walio vyuoni hao kile Kiingereza ki, wanaitwa student canvassing program mm. um, <coughs> lakini kundi la lingine B ni wale ambao hawako vyuoni mm -hmm. lakini wana nia ya kwenda kujiendeleza kwenye vyuo mm -hmm. lakini wako makanisani hao tu wamepewa jina la think big e, think big e, mm -hmm. lenga juu, lenga juu. E, kabisa <laughs> e, mambo makubwa kabisa mm -hmm. um, sasa hawa wanafanya kazi kwa muda maalum. Eh, sio kama wale full time wala sio kama part time, uh -uh. na wenyewe wana muda wao tofauti wao ni muda wao tofauti na ukifika huo muda wanafanya kazi masaa tisa kwa siku tisa. Tisa. ambayo yamezidi wale wa full time, na, kabisa na hawa wa part time kabisa mm -hmm. ili wafikie malengo kwa sababu uh, wanatakiwa kwa muda wa miezi mitatu wasipungue masaa eh, mia tatu na hamsini ndani ya miezi mitatu ndani ya miezi mitatu kwa hiyo Um, hawa watu wanaotoka chuoni, uh, wanasajiliwa vyuoni mm -hmm. Kuna fomu maalum za kuwasajili wanaotoka makanisani, wasinkibigi wanasajiliwa makanisani mm -hmm. Na haya makundi mawili ya yanjaa wa wanafunzi wanapishana kwenye mihula ya kutumika mm -hmm. E, hawa wanaanza, hawa wanafuata baadaye. Mfano mwaka huu tulionao mm -hmm. E, sinkibigi walianza mwezi wa nne mm -hmm. Wataishia mwezi wa saba tarehe kumi na tisa ndio, mm -hmm. Mahafali yao mm -hmm. E, na mwaka huu tuna wametawanyika sehemu zote, lakini wa student campus ingi wanaotoka vyuoni mm -hmm. wanaingia mwezi wa saba tarehe ishirini na nne mm -hmm. na wanamaliza mwezi wa kumi tarehe kumi na nane. Na wanafanya nafasi ya kufanya pia. Hawa kutoka vyuoni wanafanya na e, mm -hmm. wakati wa likizo kubwa mm -hmm. ya miezi mitatu ya vyuo. Naam. E, hawezi kufanya kabla ya hapo na baada ya hapo. Eh, maana kiukweli si tunataka elimu, lengo la elimu liendelee kubakia pale pale. Kabisa. Pamoja na kazi ya Mungu kusonga mbele. Kabisa. Naam. Mm -hmm. Haya matatu yamekamilika. Mhm. Mm, eh, haya matatu yamekamilika. Uh, kwenye usajili wake ndio niweleze kwa hasa think big. Mm -hmm. Um, think big wanasajiliwa kutoka makanisani na wanasapotiwa na makanisa mahalia wanakotoka. Mm -hmm. E, kwa sababu wao wana, wana semina mara mbili. Wana, ah, mwaka. Kwa mw, kwa kabla ujaingia kazini okay. Wana semina moja ya siku tatu. mm -hmm. Aa, hiyo ni ya kuandaa nguvu kabisa lakini, mm -hmm. Baadaye saa ya kuingia kazini wana semina ya siku mbili. Kwa hiyo wana haya makanisa huwa mratibu wa LMS anafanya maelekezo mm -hmm. kupitia kwa wakurugenzi wa uchapishaji wa maconference na mafiridi mm -hmm. ili yaende kwa wachungaji wa mitaa mm -hmm. ili yaende makanisa mahalia mm -hmm. namna ya kuwasajili na namna ya kuwasupport. mm -hmm. Kwa hiyo tunachoomba kwa kwa jambo hili ni makanisa kuwa mm. na uelewa sahihi na kusapoti jambo hili mm. ndio huwa tunawaambia kwamba hili kundi ndilo ambalo wanaweza wakaimba kale kawimbo mm -hmm. kanasema kanitoa chini mm -hmm. kaniweka kati, kati kaniweka juu Bwana Mungu <laughs> ni waajabu. Amen, mm. Amen, amen. Naam, mchungaji tumefanikiwa sasa kuona hayo makundi hayo matatu lakini unaweza kusema mmefanikiwa kwa kiasi gani? Uh, tukibaki kwenye haya makundi, kundi la wainjilisti uh, wale wa full time, wale wa part time pamoja na hawa wainjilisti wanafunzi, mafanikio namba moja ndiko mtangazaji, mm. Mm. na mtazamaji na msikilizaji, ni jinsi ambavyo machapisho yanasambazwa kwa watu mm. Nakumbuka kwa kadiri machapisho yanavyosambazwa ni ujumbe wa Mungu vitabu vya kiroho, vitabu vya afya, vya malezi ya watoto mm. vya, vya malezi ya ndoa mm. vya malezi ya ujana, vya aina zote vinasambazwa mm. kwa hiyo ile ile kitu inapokuwa mfano wana, unaweza kashangaa vitabu makumi maelfu mm. kwa miezi mitatu vimesambazwa mm -hmm. na inakuwa baraka kubwa kwenye kueneza injili kwa njia ya machapisho lakini akuwa baraka kubwa kwenye malezi ya washiriki kwa njia machapisho mm. Kwa sababu hawa wanapokuja hawa wainjilisti wana, wote makundi matatu mm. wanauzia washiriki wa, wa mm -hmm. viko vya washiriki vya malezi mm -hmm. uh, ya kiroho na ya kifamilia na, na kadhalika mm. Lakini viko vinavyokwenda kwa watu wa, kwa, kwa, kwa, kwa wengine wote mm. maofisini, ma, madukani na kwingine kote mm. E, vitabu vya afya vimekuwa mbaraka mkubwa sana mm -hmm. na wengi wamebarikiwa hilo ni faida namba moja, ambayo ni faida ya kijamii na faida ya kikanisa ya kwamba kama vile ambavyo mhubiri wa mimbarani anahubiri e, wainjiswa vitabu wanahubiri wa kusambaza machapisho um. e, hiyo ni faida namba, na faida namba mbili, ambayo tunaiona ni vile ambavyo vijana hawa mfano hawa wa Sunday Canvassing na hawa Think Big wanatokea kutoka mahali ambapo walikuwa hawana uelewa mzuri wa kumtumikia Mungu mm. Lakini wanatoka na ari. Kwenye semina zetu tunawafundisha faida karibu kumi na nane za kujiunga na hizi programu na ni mbaraka mkubwa kabisa mm. na mojawapo ni kuwa karibu na Mungu e, wanapokuwa kwenye kambi zao za utumishi mm. wana mambo mengi, wanajifunza pamoja, wanatenda pamoja mm. Aa, lakini basi hiyo ni, ni, ni jambo la pili. Naam. Kwamba kwa, kwa mtendakazi mwenyewe huyu kwake ni baraka kubwa mm -hmm. Lakini jambo la tatu ni namna ambavyo huyu mwinjilisi wa vitabu e, pamoja na kumtumikia ama kueneza injili lakini kama ambavyo Biblia imesema kwamba mtumishi hula kupitia nako tumika, mm -hmm. wa madhabahuni, madhabahuni, <laughs> wa mwinjilisi wa vitabu pia kupitia machapisho. Ndio. E, kwa hiyo mm -hmm kila kitabu kina pasenti kama nilivyosema mwanzoni mm. inayomwangukia kumsapoti kwenye maisha yake pia mm. Kwa hiyo Mungu hamwachi mtu wake bure. Amen. Na jambo la nne ambayo naweza kulisemea kwa upande wa hao vitabu wanafunzi um, huwa kuna ma ma malengo eh, goal, goals. Mm. Eh, magoli ambayo wakiafikia yanawezesha kupata kitu tunachokiita scholarship mm -hmm. eh, scholarship benefit ambayo ina msapoti kumwongezea kwenye kumlipia karo mm. E, sio karo yote kutegemea yes. Na karo aliyonayo mm -hmm. Kuna pasenti yake tu kulingana na mauzo aliyofanya mm. Kwa hiyo hiyo nayo imekuwa baraka kubwa kwa wanafunzi mm. Mfano nikisema kwenye eneo hilo kwa miaka miwili, mwaka 2023 na mwaka 2024 mm. Tumekuwa na waliofaulu kupata full scholarship 40 na tukapata waliopata half scholarship 87. Unaona jumla mm. ni mia moja ishirini na saba, ni wengi hawa wote, wamefauru kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya kusoma mm. kwa sababu ya hiyo sapoti kupitia haya machapisho mm. yeah, na tunaona kabisa kwamba ni sehemu ya kuwasaidia vijana kutimiza malengo yao. Nashukuru sana mchungaji kwa mafanikio hayo, lakini naamini katika kila mafanikio changamoto hazikosekani kabisa. mm -hmm. Ha, changamoto gani? <laughs> Changamoto ya kwanza, mm -hmm. Tunauona kuna uelewa usio bainifu mm -hmm. Tangu kwa washiriki wa kanisa hili mm -hmm. viongozi wa makanisa mahalia mm -hmm. lakini na viongozi wa ngazi mbalimbali mbali. mm -hmm. Juu ya uh, mwinjilisti wa vitabu ni nani, makundi mm -hmm. yote matatu Mfano, kuna maeneo mengine ambayo hawa wa think big student canvassing wanapata tabu sana kupenya kwa sababu ya uelewa usio, mm -hmm. mm -hmm. eh, usio sawa, na ndio maana hata kwenye kuandikisha wa think big kuna baadhi ya makanisa wana hawafanyi vizuri kwa sababu ya uelewa usio sawa. Kwa hiyo, hiyo ni changamoto ambayo tunatamani ufumbuzi wake, uelewa ufanyike, eh, inaitwa awareness mm -hmm. eh, kwa Kiingereza, uelewa ufanyike ili mambo haya tuweze kuimba pamoja, ambayo ni nani? Sasa anapaswa kufanya hiyo awareness? Awareness tunafanya kupitia sisi wa union. Mm. Lakini pia kila conference ina mkurugenzi wa uchapishaji. mm -hmm. Lakini kila mtaa una mchungaji. mm -hmm. na kila kanisa mzee wa kanisa. mm -hmm. Kwa hiyo hawa wote uelewa kishuka unamfikia mshiriki sasa, na, na watu wanaweza kuwaombea hawa watu kabisa, kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana. Amen. Changamoto ya pili ni changamoto ya ya ya ukosefu wa vitabu vya kutosha vitabu mm. E, vipo lakini havitoshi. Asante sana mchungaji, na pengine kwenye changamoto hizo aa, mnaweza kuwa sasa na malengo ya baadaye kuona kwamba mnatarajia nini, changamoto mnazo, mafanikio mnayo, lakini mnajikwamuaje kutokea hapo kupitia mipango yenu ya baadaye? Asante kwa mtangazaji, mipango yetu ya baadaye iko kadha, nitasema michache kwenye kwenye uwasilisho hili. mm -hmm. Moja ni elimu endelevu mm -hmm. Elimu endelevu kwa maana ya ile kuweka uelewa kwa levo zote. mm -hmm. E, e, kuna saa unakuta hata baadhi ya viongozi wa makonferensi ma na mafiridi uelewa hauwiani sana na inavyotakiwa iwe. mm -hmm. Kwa hiyo tuna tuna kazi ya kutokea kama nilivyosema inatokea juu kushuka kushuka kushuka mpaka kule, hmm. na tukisaidiana na wakurugenzi wa uchapishaji wa makonferensi na mafildi hmm. kwenda kule kwa wachungaji wa mitaa kwenda kwa wazee hmm. uelewa juu ya jambo hili unaweza kuleta afya nzuri kwa programu hizi hmm. Uh, jambo la pili tunalofanya ni kuendelea kuwatia moyo wale wazalishaji hmm. wa vitabu uh, kuweka vipaumbele kwa malengo ya idara hii mm. Eh, kwa sababu ya umuhimu wake wa kusambaza elimu ya Injili kwa njia ya machapisho mm. na huenda jambo la tatu ni kuendelea kuona ya kwamba wale wasambazaji ambao ni Home Health Education Services, mm -hmm. eh, wanajitahidi pia kuweka mtaji wao kulengesha kwenye shughuli hii mm. ili kusiwe na mkwamo kwa sababu makundi yote matatu mm. Eh, huwa kuna saa wana mkwamo wa vitabu mm. Eh, lakini jambo la taa la nne mm. ni kusaidia elimu kwa hawa wainjilisti sasa, mm -hmm. uwezo wa kuuza vitabu aina zote eh, buwasiwe, kum... wasiwe tu kwenye vitabu fulani waliwe fulani waliozoea mm -hmm. peke yake mm -hmm. na vingine vipo madukani mm havitoki -hmm. lakini, mm -hmm. lakini tunachoamini sisi ni kwamba kila kitabu kilicho kwenye ABC mm -hmm. ABC ni uh, Adventist Book Center. Naam. Kina mteja mm. mahali fulani. Kwa hiyo kwa msaada wa Mungu na maombi mengi huyu muinjilisa kitoka nicho kitabu mm. atapata mteja kupata kitabu. Naam. Ndicho tunachoendelea kufanya ili kuona kwamba endelea sawa mm -hmm. Na hilo linafanikaje? Hilo linafanyika kupitia wakurugenzi wa kanda sikusema, mm. level za wakurugenzi mm. wa publishing mm. uh, kuna wakurugenzi wa union, kuna wakurugenzi wa maconference na mafiridi, kuna wakurugenzi wa kanda mm. wakurugenzi wa kanda wao karibu sana wainjilisti wa vitabu mm. e, lakini pia kuna hao wasimamizi. Tunapokuwa na, na, na, na, na wanafunzi wakiwa uh, kazini, tunakuwa na wasimamizi wao mm. kwa hiyo hao wasimamizi na wakurugenzi wa kanda ndio wanakuwa na, na, na, na, na uelimishaji wa mara kwa mara mm. Kwa baadhi ya vitabu ambavyo vinaaminika havina havina maelezo mazuri ya kuvitoa mm. ili vitoke, lakini na lakina sisi wa, wa union na conference mm. kuna saa tunapokutana pamoja au tunatembelea, tunafanya elimu hizo pia kwa njia ya vitabu. Nakushukuru sana mchungaji kwa maelezo hayo mazuri. Ni imani yangu pia mtazamaji, umepata mambo mengi, umefahamu mambo mengi yanayohusu uh, kundi hili la wainjilisti wa vitabu, na pengine umeshajiweka kwamba unaweza ukafanya nini kati ya hayo makundi matatu. Pengine sasa mchungaji, tunaelekea mwisho. Wito wako ni nini kwa jamii inayotuzunguka ya kanisa, lakini pia kwa watendaji wengine ambao unafanya nao kazi? Asante sana, ndugu mtangazaji, mm. Wito wangu umegawanyika vipengele kadhaa. Moja, mm. Uh, tunatamani kuona um, upendo, mshikamano mm. na kuthaminiana uh, kwa watendakazi wa kanisa wa ngazi zote mm. e, pamoja na wainjiswa wa vitabu na wachungaji wa mitaa na wachungaji mbalimbali mm. mbali. mm. Tuthaminiane kwa sababu tunafanya kazi moja mm. Madondoo dondoo nukuu za roho nabii zimeeleza vizuri sana jinsi ambavyo hawa watendakazi wote wanavuta fito za Mungu wetu wa mbinguni, Amen. kupitia huyu ni mhubiri wa hadhara e, wawazi, wa wazi huyu mhubiri wa kimia e. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili e, natoa wito kwa makanisa ya wa Sabato kote, e, makanisa mahalia kuwathamini wainjilisti wa vitabu hmm. Makundi yote e, kwa sababu a, wana, wana, wana mchango mkubwa kwenye uenezaji wa injili uh, maana hawa wenye vitabu ndio pia wana plan kuwahamasisha washiriki wa kawaida mm. Uh, maana mpango wa Mungu ni kwamba kila mshirika asambaze vitabu yeah. Lakini mshiriki hawezi kwenda kuchukua vitabu dukani ABC mm. Adventist Book Center mm. Adventist Book Center wana wenye vitabu, lakini mwenye wa vitabu anampelekea mshiriki, mshiriki na ananunua vingine kwa ajili yake kujisomea mm. Vingine kwa ajili ya kusambazia majirani zake mm. Kwa hiyo um, kwa namna hiyo mshiriki um, naye anahamasishwa na ni, ni mwongozo wa Mungu mm. kwamba kila mshiriki ajihusishe aji kusambaza machapisho mm. Wainjilisti wengine wa, samahani washiriki wengine mm. uwezo wa kuhubiri mbarani hawana yeah. Lakini kila muumini anaweza kusambaza machapisho kwa majirani zake yeah. Na jambo la tatu sasa mm. ni kusihi ya kwamba wainjilisti wa vitabu wa full time na wa part time mm -hmm. Wathaminiane na wainjilisti wa vitabu wanafunzi mm -hmm. Wanapokuwa wamekuja zamu zao za miezi mitatu mitatu e, kwa sababu kuna saa mahali fulani wanaona kama hawa mbona wametuingilia hivi e, nadhani mm -hmm. Ni vizuri waelewane kwamba wao ni, ni jamii moja mm -hmm. Na waendelee kupenda na kuthaminiana mm -hmm. Kwa sababu tunatamani kuona ya kwamba tunaimba wimbo unaofanana naenda Zayuni mm -hmm. naandaa watu kwenda Zayuni. <laughs> <laughs> Asante sana mchungaji, kwa kweli imekuwa baraka kuwa nawe hapa. Tumefurahi kufahamu namna ambavyo, uh, idara hii ambayo unaisimamia chuo hiki cha wainjilisti, lakini pia seminari ya huduma za machapisho inavyofanya kazi, na hivyo kwa dhati kabisa tunawaombea mafanikio kwenye yale yote ambayo ni malengo yenu Mungu akawafanikishe ili makundi haya ya wainjilisti kuanzia wale wa full time, wale wa part time, wale wa pamoja na wanafunzi waendelee kubarikiwa. Amen. Amen. Amen. Amen. Na mtazamaji tunamaliza hivi na nikushukuru sana kwa kusafiri pamoja nasi basi, peke, tu kwa namna pekee tuungane kwa pamoja katika ombi la mwisho ambalo ndilo linatufikisha mwisho wa kipindi chetu. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi peke ya pekee ya wasaa huu umetusaidia kuyasikia mambo mengi, na pengine kuna namna moja au nyingine sisi kama watumishi sisi kama waumini tumekuwa tukiwavunja moyo kundi hili la wainjilisti wanapotujia. Bwana, tusaidie kurekebisha ili tukaweze kuwa sehemu ya baraka kwao, Amen. Lakini inawezekana kuna kijana fulani pale amekata tamaa. Sasa tunashukuru kwa ajili ya kipindi hiki ambacho sasa kimetoa mwongozo namna ambavyo anaweza kufanikiwa na kuja kutimiza ndoto zake tena, mm. Asante Bwana kwa ajili ya mchungaji, endelea kumfanikisha katika majukumu yake na hata anapoendelea kubariki kundi hili la watumishi wa Mungu. Bwana, endelea kumpa njozi mbalimbali za kuifanya kazi yako kikamilifu. mm. Tunai kabisa sasa mkononi mwako, tukiomba utuandee kwa ajili ya kipindi kingine. Kwa kuwa tumeomba kupitia jina la mwana Yesu Kristo, amen. Amina. Asante pastor Bwana akubariki. Asante sana. Amen.